TADEA ikichukua hakutakuwa na mgodi hata mmoja utakaochukuliwa na mtu wa nje hata mmoja. Ukigunduliwa mgodi ni lazima Watanzania wanapewa, ni lazima serikali inatoa ile mitambo kufanikisha, kwa sababu wale wakipata ile fedha watalipa tu. Kwa hiyo sisi tunataka Tanzania wote wawe matajiri, tunataka kuwawezesha Watanzania hiyo mabadiliko ya teknolojia tutahakikisha pikipiki hizi zitengenezwe Tanzania, bajaji hizi zitengenezwe Tanzania, kila kitu kitengenezwe Tanzania. Na kama mwenzangu alivyosema, tutatengeneza mji maalum wa, maalu wa wataalamu tunaiita Bongo eh, Technological City, kwa ajili vijana wote wenye akili wakaweza kupelekwa pale wakaweza kuvumbua vitu. Utaangalia kwamba sisi tunanunua bunduki, tunanunua bunduki, tunanunua kutoka sijui wapi huko bunduki, lakini mtu akitengeneza bunduki hapa, kesho asubuhi kakamatwa jela. Hiyo ni mawazo ya kikoloni. Ni mtu mpumbavu pekee anaweza kumkamata mtu anayetengeneza bunduki, alafu anamfunga jela. inatakiwa umkamate mtu wa bunduki, peleka kwenye kitengo maalum za kutengeneza bunduki ili watengeneze bunduki nzuri za kisasa ziweze kusaidia majeshi yetu, askari wetu, ili kesho tusiagize nje. Sasa wewe mtu atengeneza bunduki unamtamata, sasa ni akili ya wapi bwana? we wewe unauza, unajua kwa ajili ya jatu joo hu ukuweke mahala hapa, wewe ni mtaalam, tengeneza bunduki basi, polisi watatumia kwa sababu hata bunduki hizi tulizopata zilitengenezwa na no mtu moja. Hiyo ni mswahili mmoja tu rusa aitengeneza, basi baadaye kafanya kazi, imeenea dunia nzima. Tunachotaka na sisi watanzania wanaotengeneza vitu hivyo wapewe. Kuna mtanzania mmoja aitengeneza, sijui ni hapa, sijui ngelema gari alipata shida sana kupelea kwenye maonyesho kule Simiu, anaulizwa huna bima. Nimegundua kitu kipya, itakuwaje na bima? Kwa hiyo inatakia watu kama wale, badala ya kuwakamata ni kuwaweka mahala fulani, waboreshe gari zile tunatengeneza. Kuna mwingine anaitwa Masudi Kipaji ametengeneza habari ya nani gari ya, ya, ya umeme, naye vile vile, hata hivi haieleweki. Kwa hiyo sisi tutasimamia hiyo kuhakikisha kwamba Watanzania wabunifu wanasaidiwa na serikali kuhakikisha kwamba nchi badala ya kutembea au kukimbia uchumi wake unapaa.